Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan, katika watu ambao wanatakiwa wamombee na ambao tunamuombea ni baraza la madiwani wa halmashauri ya Busokelo pamoja na watumishi, kwa vile alivyotutendea ili tukaendelea kufanya kazi. Kwa kweli lazima tumshukuru Rais kwa sababu, kama singefanya alivyofanya Rais, hata ili jengo tusingekuwepo Mnakumbuka tuko kona kaa. Kwa hiyo sisi kwetu ni maendeleo makubwa sana, yani ikitokea iki au inayokuja Oktoba, kwa mwana Busokelo, ukiona sanduku linamwangalia yupo Samia Suluhu Hassan, huna sababu ya kufikiria. We unaulizia tuiko wapi, kama macho yamekufisha. Kwa sababu kazi aliyoifanya ni nzuri, maombi yetu yote tuliyoyaomba ameyatekeleza kwa kiwango alichoweza kuifanya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 Kwa hiyo katika baraza hili niwashukuru sana waheshimiwa, na kwa pamoja na waombea, kama Mwenyezi Mungu ameweza kutubariki tukafikia hapa tulipofikia. Nawaombea mrudi salama, mje mwendeze mazalendo watendaji. Nawaombea, nimewasema siku zote hizi, Busokelo sio mwisho wenu, mnatakiwa mzunguke Tanzania nzima kufanya kazi za umma.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 mlipo hapa nyinyi, wengine ni viongozi waliopo chini yenu, wakisheni taifa, labda tukuzipenda, lakini ndio hizo mlizopeleka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 ni mzunguko wa kazi.